Vipi hali yako? Salamu, naongea na Swahili Voice hapa Naam. ya London na pole sana kwa msiba uliowakuta. Hebu tueleze nini hasa kilitokea kwa jamaa yenu. Kwanza jamaa yenu anaitwa nani na nini kilimtokea hasa? na, ni, ni jina lake haso, aitwa Juma Ame Ngwali, akiwa na umri wa miaka hamsini na saba hamsini na nane Siku ya Jumamosi ya tarehe nane kwenye milango kama ya saa kumi na moja na nusu za jioni, sisi tulipata taarifa kwamba bwana, anaendeni kwendeni, kaka yenu kashakufa. Hii ndio taarifa ya awali iliyotufikia kwa hiyo. Kweli kama familia tukatoka tukenda zetu mpaka jikondeni. Baada ya kufika, tukakuta kweli mwili wa kaka yetu upo lakini baada ya kukuta mwili wa kaka yetu upo, kabla ya kumgusa, tukaangalia yale mazingira na hali aliyonayo, tukaona kama familia haituridhishi, tukaona kaka yetu kahujumiwa, tuka tukaamua kutafuta ushauri kutoka kwa sheha. Tukampigia simu sheha wa shehia ya Uweleni, lakini sheha wa shehia ya Uweleni pia kamtafuta mkuu wa kituo akawa hapokei simu. Kwa hiyo sheha akaturudishia ujumbe kwamba, bwana saivi, huyu mkuu wa kituo hapokei simu, nachokuombeni chukueni mwili mwende nao nyumbani. Sisi tukachukua mwili tukaja nao nyumbani. Tukafika nyumbani kama milango ya saa kumi na mbili na robo, muda wa kufutari kwa ushakaribia, tukamuweka kaka yetu ndani tukafutari. Baada ya kumaliza tukatoka, tukaenda zetu mpaka kituoni, kama familia tukaongozana. Baada ya kufika kituoni, tukaeleza malalamiko, yani mwili tulipokuta bondeni. Wakatuambia basi, msiufanye lolote, uchukueni upelekeni hospitali na sisi tunakuja. Sisi tukauchukua tukaenda na, na hospitali hospitali kama saa moja na dakika arobaini na tano baada ya kufika hospitali ukafanyiwa kipimo cha mwanzo daktari akasema kwamba kwamba kipimo cha mwanzo sawa lakini sijajiridhisha nataka nichukue haswa huyu maiti maiti maiti kipi kikubwa kilichomsibu baada baada ya kumpeleka wakafanya vipimo yule mkuu wa kituo kasma amba kimo ch u wak na kipigo alichopigwa ni kuvunjwa sehemu ya nyonga, kuvunjwa katika shingo, kuchoma moto maeneo ya mgongoni, kuvunjwa mara mbili mkono wake wa kushoto, na kuvunjwa mkono wake wa kulia pamoja na vidole vya ncha vya mguu wa kulia. Kwa hiyo sisi kama sisi tukakaa kama familia, tufanye nini? Kwa hiyo tuwaomba jeshi la polisi, tukatoka tukenda zetu, utaka kulalamika, angalau tupate msaada, tukakaa kipindi kirefu msa au kama familia tunamshukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah, kufikia kwa jana na leo, tayari tumeonyeshwa imani kubwa na jeshi la polisi baada ya kuja kutu na kutuuliza mtu mmoja kumfika wapi ni kwanza nani kwa jana na leo, jeshi la polisi liko pamoja na sie ili kutaka kujua nani mhusika wa nini. Kwa hiyo kaka yetu kilichomsimu kikubwa ni hicho ni kupigwa kutadilishwa pamoja na mtu mmoja kupigwa na nani hasa. Aa, kupigwa na nani hasa hapo, hatuwezi tukabazungumza, kwa sababu ingelikuwa tunajua kupigwa na nani hasa, basi tungeliweka wazi, lakini walokwenda wakavamia ni kwamba kwatetesi tunaozitwa kuna watu sahivi, kuna watu ambao waitwa nani hawa watu wanaotumika wanaosema